Desemba 20, 2025 aliyekuwa Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa ambaye pia alikuwa ni mbunge wa kule Jimbo la Ruangwa alijitokeza kule Jimboni Ruangwa na kuweza kuagana rasmi na wana Ruangwa na kuambia asante kwa kumwamini eh, na kumchagua kipindi chote ambacho walimchagua kwa mbunge wa Ruangwa, kisha maraisi akiwemo Samia Suluhu Hassan lakini John Pombe Magufuli wakamchagua kwa waziri mkuu, lakini pia kule mwanzo walichaguliwa na Kikwete katika baraza la mawaziri. Kasimu Majaliwa ameonyesha kitu cha kushangaza katika taifa la Tanzania kwani alikuwa anasema asante jimboni Ruangwa, lakini wamejaa wananchi wa Tanzania kutoka karibu ya mikoa yote nchini Tanzania, wengi kutoka Dar es Salaam, waandishi wa habari wote na watu wengi sana. Japokuwa jambo hili akulitangaza kwenye mitandao ya kijamii, ilitangazwa tu na PA kwamba uh, alikuwa mbunge wa jimbo hilo atawashukuru wananchi na kuambia asante. Maelfu kwa maelfu ya watu wameweza kujaa kwenye shukrani hiyo ama mkutano huo ambapo alikuwa waziri mkuu Kassim Majaliwa aliwaambia wanaru, uh, wangu asante. wa cha kushangaza ni wa mama wazee wa baba wa dada vijana mpaka watoto. Kitu cha kushangaza ni kwamba jenzi wameonekana kuwa wengi, wakiwemo bodaboda, lakini vijana wa kawaida wakiimba na kucheza, wakiimba muziki. Wamama wamelala chini, wamegaragara. Kuna wazee wamelia na kutoa machozi, wanasema hawaamini kama ameamua kutokuendelea tena kugombea au kujitoa kwenye siasa katika jimbo la Ruangwa. Tukumbuke, Kasimu Majaliwa hakushindwa kuendelea kuwa mbunge wa jimbo la Ruangwa, bali mwenyewe alisema ameamua kupumzika na kuachia watu wengine waendelee kugombea nafasi hiyo na kuwa uh, wabunge wa Ruangwa, ambapo mbunge wa Ruangwa wale wa sasa hivi ambaye anatokea Chama cha Mapinduzi CM aliweza kufika pia kwenye asante hii ya Kasim Majaliwa, ambapo yeye kwa niaba ya wa wanaruangwa amepiga magoti chini, akimwambia Kasim Majaliwa, tunakushukuru sana baba kwa kutulea kwa muda wote, na ninaahidi nitaendelea pale ulipoishia. Lakini wazee wa Ruangwa wa kimila wamemvalisha nguo za kijadi, wakisema yeye ni mtu aliyotenda makubwa sana katika jimbo hilo la Ruangwa na wakimpongeza sana. Unaambiwa alivyokuwa anaenda kwenye mkutano ilibidi gari yake isimamishwe mbali. E, na kushuka kuanza kutembea kwa miguu kama maandamano ya amani na wanaruangwa huku, watu wakiwa wamejipanga pembeni, masokoni, bodaboda, wafanyabiashara na watu kibao wakimpigia makofi na kumshukuru sana. Imekuwa ni heshima kubwa sana kwa hicho ambacho kimefanyika, lakini pia kimetia majonzi wale watu ambao walikuwa wanapenda uongozi wa Kasim Majaliwa. Kitu ambacho kimetokea leo, kiangalia katika mitandao ya kijamii, wachambuzi wa mambo ya wa siasa wanasema kwa ukubwa na umati ambao umeonekana kule Ruangu ambao haukutegemewa, japokuwa kulikuwa na hali ya mvua, inaonyesha wazi kwamba Watanzania wana imani kubwa sana na bado wanamwamini mzee Kasimu Majaliwa. Kiukweli kimekuwa kitu cha tofauti sana, kwa sababu unaambiwa hata vyama vya siasa havikujitenga humo ndani, kukuwa kunaona CCM wakazi wa kawaida lakini pia watu wa vyama vingine, kitu ambacho kiukweli kwa leo kimeweza kutingisha eh, kwenye masuala ya kisiasa Tanzania. Kila mchambuzi mkubwa masuala ya siasa alikuwa anaongelea, lakini kila chombo cha habari kikubwa. Sio mamia ya watu waliofika, ni maelfu ya watu kutoka Ruangwa, mkutoka semu mbali mbali Tanzania, wenguawa, na sio kutoka tu katika jimbo la Ruangwa bali ni kutoka katika sehemu mbalimbali Tanzania. Wengi wao wanaonekana walikuwa wakimshukuru kwa kufanya kazi kubwa kama waziri mkuu. Baba huyu mara zote amekuwa akionekana ni mstaarabu, mpole, mwenye hekima na mwenye siasa za utaratibu sio mtu ambaye alikuwa anaweza kuwa anafokafoka hovyo, lakini anapokasirishwa na kitu ama utendaji hujenda sawa, basi alikuwa akionekana anakuwa mkali na hajapendezwa na kusema jambo lifanyike mara moja. Kingine kikubwa alikuwa sio mtu ambaye anaongea sana, lakini akiongea mara moja, basi taifa linasisimka ama nchi inasema kweli waziri mkuu ameunguruma. Sio waziri ambaye alikuwa anaongea sana lakini alikuwa na vitendo vyake ni vikubwa zaidi. Ukiangalia leo katika kuaga uh, kwake kwa alikuwa akiongozwa na magari ya polisi mbele, ambulance, uh, lakini polisi wa kutosha na watu kibaokibao waliokuwa wakimlinda, huku watu wakitaka tembea na mguu ili kumshukuru, kimekuwa kitu kikubwa sana ambacho kiukweli uh, kimeonyesha kitu cha ajabu. Vijana wamekuwa wakicheza mziki jenzii kitu ambacho watu wengi hawajaamini kwa sababu sasa hivi umeonekana kama wamekuwa korofi sana kwa wanasiasa, lakini mzee huyu ameweza kupongezwa sana sana sana bwana. Hiki ndo kile kilichotokea kule Ruangwa. Majaliwa ameweza kupongezwa na watu wengi, akiwaambia asante wana Ruangwa, lakini Watanzania kibao, akiweza kufika kule Ruangwa kuungana na asante hiyo ambayo alikuwa anaitoa. Sisi Mseto Media tumesema tukuletee taarifa kubwa zaidi uweze kutochea komenti. Kama utaangalia video hii vizuri, utaona pembeni barabara watu wamesimama wengi, uh, wakimtazama na kumwambia asante. Lakini katika maneno aliyoongea amesema hatuwaacha wanaruangu, japokuwa yeye sasa hivi sio mbunge tena wala si waziri mkuu, lakini atakuwa beneti bege kwa bega na wanaruangu, hakikisha anaendelea kusaidiana na, na tukumbuke waziri mkuu Kassim Majaliwa pia alianzisha timu ya mpira huko Ruangu ambapo inafanya vizuri kabisa, uh, ikiwa kwenye ligi kuu ya Tanzania bara ya NBC. Uh, kiukweli hiki kitu ambacho kimekuwa kinaongelewa sana leo, na sisi ni kazi yetu kwa kusogezea kile Bacho lote, check comment yako. Bachi, umati huu unakupa picha gani wewe, ama unakuambia kitu gani wewe mtazamaji wa Mseto Media? Jinsi alivyopokelewa jinsi watu walivyojaa nyomi, au wana CCM lakini lakini pia amboso, wanachama wa vyama, lakini pia vyama vingine vilikuwepo. Ukiangalia vizuri, utaona kuna watu wa ICT kama wanne, mwandani, lakini pia kuna uh, watu wa chama cha kafu wameweza kuonekana kwa vijana wa CCM wakijaribu kumgadi sana lakini mheshimiwa waziri mkuu mstaafu alikuwa akitembea mbele kuwashukuru wanaruangwa na Watanzania, wazee wa Tanzania, waziwa kimila, wazee wa kidini walikuwepo wa kutosha, watoto wadogo uh, vijana. Amepigiwa ngoma za asili midundiko, kavalishwa nguo za kimila. Uh, mbunge wasasa, wa sasa wa Ruangwa amemshukuru sana kwa kupiga magoti kabisa na ikumbuko waziri mkuu huyo alikuwa ana ushawishi mkubwa sana pale Ruangwa, na kama angesema anaendelea kugombea basi, huenda angeendelea kuwa mbunge wa Ruangwa kwa muda mrefu zaidi. Hii ni Mseto Media. Kisha akisha, umesubscribe sio unapitwa na taarifa zetu nzuri na za ndani zenye uchambuzi kama hizi